Mateso yaliyo nitesu kwa mda mrefu Yesu, lisahiri iwe mwisho kabla sijavuka, kabla, kabla. sijavuka ninataka, ninataka. nikuone wew kutanka katika na kitu nakiona kinashuka kwetu. Sema nataka nikuone wewe Kata sema kwa sauti, nataka nikuone wewe. Sema Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu majira haya, karibu ndani. Karibu ndani yangu, Karibu Karibu ndani yangu. Ndani yangu. Useme nami, useme nami. usiku wa leo Ee Bwana leo. Kuna wengine, wengine. wamenda kwa waganga kutambika. Ee Yesu, Ee Yesu. Mimi, mimi. nimekuja Nime masabauni Masa kupokea nguvu ya kumaliza mwaka salama, e Yesu. Wengine muda huu wako kaburini, wamekaa kwa muda mrefu, lengo lao kutoa kafara e Yesu. E Yesu wewe mwenyewe wewe umekuwa kafala wa maisha ya. E Yesu, wengine mdaudu wamevua nguo, lakini wewe ulivua nguo ili mimi niwe salama. E Yesu, e Yesu.